Ningependa kuongea juu ya maradhi ya movement disorders, yaani maradhi ya mienendo ya ghafla ambayo haidhibitiki. Naitwa Dr. Kigocha Okeng'o, ni daktari bingwa wa mishipa ya fahamu, ubongo, misuli na uti wa mgongo na magonjwa yote ya ndani. Niko hapa hospitali ya Muhimbili Mloganzila. Sasa haya magonjwa ya movement disorders, yani maradhi ya miendeno ya ghafla ambayo haithibitiki ya ni magonjwa gani? Kwa hiyo yako ya aina nyingi sana, na yanaweza kutokea kuanzia mtoto yuko mchanga kabisa mpaka mpaka mzee. Kwa hiyo yanaweza kutokea kwa mtu yoyote na eji yoyote, lakini sasa kuna aina ambazo ya magonjwa haya ambayo yanatokea kwa kwa watoto zaidi na mengine anatokea kwa wazee zaidi. Kwa hiyo yako ya aina gani ya haya magonjwa ya mienendo ya ghafla isiyothibitika? Yako ya aina nyingi kama nilivyosema. Ya kwanza, tunao magonjwa ambayo tunaitwa Parkinson disease, yani magonjwa ya Parkinson's, ambayo sasa inatokea zaidi kwa wazee. Ubongo ukishazeeka ndo mara nyingi anatokea na magonjwa ya Parkinson disease yameonekana ndo magonjwa ya mishipa fahamu ambayo yanakuwa kwa kasi zaidi duniani na hata nchi yetu tunaona yanazidi kuongezeka. Kuna magonjwa mengine ya mikazo ya ghafla ya misuli ambayo inaweza kutokea kwenye mguu, kwenye shingo, shingo ikapinda ghafla na inauma inadumu kwa saa na masaa, au mguu tu ukapinda ghafla, mkono ukapinda ghafla, hata ulimi unaweza kupinda ghafla kwa hiyo hayo ni ya aina ya magonjwa ambayo inatokana na, na misuli kupinda ghafla au kwa kitaalamu tunaita dystonia. Magonjwa mengine inatokea na mikazo ya mara kwa mara ya ya misuli ambayo tunaita pia tics. Tics, for example, inatokea zaidi kwa watoto na, na chanzo yake mara nyingi inakuwa ni mtu anarithi na pia kuna maradhi ya kukosa uratibu wa mwendo. Yaani unashindwa ku control mwendo wako, kwao unaweza kutembea ukaona uka unadondoka dondoka ukaa miguu ina inashindwa ina ku kubalansi ile balance hamna, unayumba yumba. Hayo pia yamo na yako ya aina nyingi na yana chanzo nyingi, kila ugonjwa una, una chanzo chake na mara nyingi sana haya magonjwa yako kwenye kwenye vinasaba yani genetics especially kwa watoto, na, na kuna vyanzo kama um, mazingira tumegundua kama zile dawa za kuua wadudu dawa za mboto na tunamwaga kwenye mimea ili tuweze kupata matunda mazuri. Zile dawa sasa, ukizitumia mara kwa mara, zinaweza kuathiri ubongo, ukapata magonjwa kama ya Parkinson disease, na pia tumegundua kama kuna aina vyakula ambao tunavyokula yanaharibu wadudu ambao wanatulinda mwili wetu kwenye utumbo. Ukila mafuta sana, vitu vyenye sukari sana, vinasababisha sasa utumbo unakosa una wale wadudu wazuri ambao wanalinda utumbo, ambao sasa inasababisha sasa hii mishipa fami famina inaathirika, na sumu zinatengenezwa pale, zinaenda kwenye ubongo, zinasababisha magonjwa. Kwa hiyo sasa, tunajilinda vipi? Tukila vizuri, tukafanya mazoezi tafuto, tukipunguza mafuta, tukapunguza wanga, tukafanya mazoezi. Na imegundulika kama vyakula kama mtindi vina wale wadudu wazuri ambao wanalinda utumbo, maziwa pia analinda utumbo, yanaweza kusababisha sasa ugonjwa usipate. Sasa hivi unaweza kupata kama baada ya miaka kumi tano, kama utakiwa unaopata na na. Pia sasa tu, tujaribu sana kudhibiti environmental toxins yani dawa hizi za kuua wadudu ambazo tunazitumia zinaathiri sana ubongo na mishipa ya fahamu na kusababisha haya magonjwa. Kwa hiyo tujaribu sana kuyadhibiti, na nyingine ni unakuta kwenye industries wanatumia hizi metals from industries, inaweza kwenda kwenye kwenye jamii, kwenye maji, hiyo pia imeonekana ni chanzo kubwa. Kuna watu ambao wanakaa karibu na na, na factories, imegundulika kama wao wanaweza kupata ugonjwa kutokana na sumu zinazotoka na ile, na ile factory. Kwa ushauri zaidi na tiba zaidi, mnaweza kututembelea kwenye kliniki zetu za mishipa ya fahamu ambazo ziko Jumatatu, Jumatano na Alhamisi kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa, saa kumi na